Serikali niseme hivi kwamba imekwisha tuacha katika sehemu ya kutusimamia. Jambo la msingi ni jambo kubwa la, la fedha. Nyinyi mnaacha mnasimamia tena, basi mnasimamia mtihani wa wa darasa la nne kwa askari wengi zaidi na kukataza kupita eneo hilo kuliko wakulima kuwaacha wanunue salfa zao bila kuokea. Mheshimiwa mwenyekiti wa, wa mash, mkoa, ninaomba kwa heshima na taazima ninakupigia magoti salfa hii. Hawa askari wetu, nchi yetu haina vita, wanakaa tu, kazi zao ni mazoezi. Tunaomba mazoezi hayo sasa hivi yawe kwenye vituo vya kugawia salfa, watu watusimamia, ili haki zetu zitendeke. Marekebisho haya ya pembejeo, umesema kuwa vyama vya msingi na ndio vinachakachua, lakini umemwacha mwizi namba moja. Mwizi nambari moja wa pembejeo ni bodi ya korosho, kwa sababu wakulima wengi mwaka jana wamepata muda wa salfa salfa, sio muda mwafaka, kwa sababu ya kufunga tokeni zao. Waliokuwa wengi, tokeni zilikuwa zimefungwa, kila ukiwapigia simu wanasema tokeni haitoki, wakati kila siku yeye ni mkulima kamili ambaye anadhalisha. Ukimpigia meneja wa bodi ya korosho, anakwambia nisubiri, nitakuunganisha mwezi wa nane. Na ndio meneja wa bodi ya korosho amezifungua hizo tokeni, na yeye amesababisha kiasi kikubwa kutuangusha sisi wilaya hii. Dhamira nzuri ya Daktari Samia Suluhu Hassan inataka kuharibiwa na baadhi ya watendaji wachache wasio waaminifu wa na waadilifu. Sasa mimi niwaombe ndugu zangu viongozi, tusimame imara kufuatilia ugawaji wa pembejeo hizo kwenye maeneo yetu. Niwaombe watendaji wa serikali msimamie mpango huu, tukiona kwenye kata yako ambako chama cha ushirika kipo kinafanya kazi hiyo ya kusambaza hizo pembejeo, na wakulima wakata ile wanapata shida na wanalalamika kupunjwa, na wewe mtendaji wa kijiji upo, mtendaji wa kata upo, tutakutilia mashaka kwamba unaungana na wale wabadhirifu. Sisi tunachotaka wananchi wakiri na wathibitishe manufaa makubwa wanayoyapata kupitia mbolea ya ruzuku, kupitia madawa ya ruzuku, pamoja na salfa ambayo inatolewa.